Hello, wapendwa, leo nina rekodi video nyingine kwa ajili ya wanawake, na video ya leo nitaongelea umuhimu wa wewe kama mwanamke kujifunza kuhusu wewe kujifahamu. Wanawake wengi hawajifahamu. Kujifahamu na kusema wewe unajua, wengi wanajua, mimi jina langu ni hili, mimi ni kabila hili mimi ni e, mraia wa nchi hii e. Wanajifahamu kwa vitu nje yao. Tunatakiwa tujifahamu zaidi ndani yetu, kwa sababu matokeo ulivyo ndani ndio ndani ndiko patakupa matokeo ya nje. Ulivyo wewe ndani, kama hujatulia ndani, nje hapatatulia. Na maana gani? Kwa mfano, kama una amani ndani mwako kama una kitu kinakukera ndani mwako, kama hujielewi vizuri, hujajisoma, nje pata patakuwa matokeo ya nje. Hata kama utakuwa hujui, ni yanatokana na matokeo ya ndani. Mwanamke, unatakiwa ujielewe kutoka yani, kutoka kichwani mpaka kwenye, mpaka kwenye kidole mpaka mguuni. Kwanza ujielewe mwili wako unafanyaje kazi, uelewe. E, mwili wako ukoje? Kila kiungo ukijue. Uelewe wapi pamebadilika, kama ambavyo mtu labda amejifungua anaona tumbo lake limebadilika, ujielewe mwili mzima, kisha elewa mwili nje, uelewe ndani. Na ndani, sisi kama binadamu hatuko mwili mmoja h Yaani hatuko, tuko katika layers, tuko katika vipi, niziiteje kwa Kiswahili? Tuko katika madaraja. Hata nikisema madaraja haileti maana nzuri e, tuko katika kuna kuna kuna dolls fulani za Warusi zinaitwa matroshka dolls, zina moja inakaa ndani ya nyingine. Yaani sisi tuko e, tuko kama kitunguu labda, nitolee mfano wa kitunguu, tuna layers tuna mwili huu wa nje, huu mwili wa nyama, mwili, mwili wa chakula. Tuna mwili mental body, mwili wa fikra, yaani iyorea ya fikra tuna mwiri energetic body, ambao mwiri wa mwiri wa au tunaeza kusema tukiuta ni energetic body au eh, astral body mwiri wa ndoto. Kwa mfano, ukilala ukilala usiku ukaota ukaota uko sehemu mahali fulani, ukaota labda una unapika au umeenda kwenye harusi au umepanda basi, huo mwili unaootea ni ile nyingine. Alafu kuna mwili wa roho sasa ndani ambayo ndio ndo uroho, yaani kwamba ina, unapopata uhai Mungu ndani yetu, sasa inabidi uelewe mwili wako unaendaje kwenye hiyo layer ya kwanza. Uelewe mwili wako wa pili ukoje energetically, ujue kujisoma. E, mwili wako mentally ujielewe, na kiroho ujielewe. Wewe, wewe, wewe. Emotion zako unazipelekaje? Unapenda nini? Upendi nini? Unachukia nini? Kipi bado kina kusumbua hujaweza kuki, kukiponya. Alafu jue kusoma energetiki yaani unajisikiaje? Kwa mfano, ukienda mahali unaweza kusoma kutumiaje mwili wako kusoma hali ya sehemu au kutumi, unashirikishaje mwili wako kwenye maamuzi yako? Kwa mfano, mtu anakwambia kitu au umefika mahali mefika mahali unasikia mwili unakusisimka, unajua maana yake? Au huo unaacha tu? Au ndoto zako, unajua maana yake au unaziangalia pattern zake. Kipi unaota sana na roho yako, unajua unatumiaje? Kwa mfano uki, kama unafanya kazi za ubunifu unapenda au una, una, una, una, unashirikije kwenye kazi hizo? Kwa sababu unapokuwa unafanya kazi yako ya ubunifu, kwa mfano, unajua kusuka sana au unajua kufuma sana, lakini unaiacha au unajua kuchora au una, una unalima bustani vizuri, kazi yoyote tu ya ubunifu unaiendelezaje? Au umeiacha kabisa, haina maana. Unachofata wewe ni pesa. Umebobea kwenye kazi ya ofisini sababu inakupa pesa, umesahau hizi nyingine ambazo zinakufanya ukue katika kujifahamu kuwa katika kujifahamu wewe ni nani katika leya zilizo mbalimbali, itakusaidia kuliko kitu chochote chochote ambacho mtu anaweza akakupa, kwa sababu ukijifahamu uki hivyo utaweza kwanza kusimama kwenye nafsi yako bila kutetereka, na pia kuijua kujua papasi yako ya kuwepo hapa duniani, kukataa vitu ambavyo havikufai, kukubali vitu vinavyokufaa, kusoma watu mbalimbali mbali, ukajua wapi wanakufaa wapi hawakufai, kutochelewa kujua mambo ambayo, kutochelewa kwenye vitu ambavyo vinakuchelewesha, kwa sababu tayari unaweza kuvisoma kwa, kwa kutumia hizo levo zote, na mwenye kuwa na confidence ya kudumu kwa sababu unajua umekamilika, yaani hata kama hujafika unakotaka, lakini unajua unaelekea wapi. Pia itakusaidia kujua uhuru wako, Hutoyumbishwa, kusimama kwenye ukweli wako, hata kama ni wewe peke yako, na kutapu kwenye uwanamke wako. Kwa sababu watu wengi kwewe, kuwa mwanamke tu ni nguvu, lakini usipoijua huwezi kuifikia. Kizazi chako kina nguvu. Ume, u, kama ulikuwa umeshajifungua labda kizazi chako kimebeba mtoto. Kama kimeweza kubeba binadamu, kinaweza kuumba vitu vingine. Ukijifahamu utajua jinsi ya kukitumia, kuweka nguvu yako, kusimama kwenye nguvu ya kutokea ya chimbuko lake, kutokea kwenye kizazi chako kwa hiyo ni muhimu uyatafakari, niliyofanya iwe chachu ya kutafuta information zaidi. Na mimi hapa nitaendelea kuweka tu vitu kidogo kidogo, nitaangalia response. Kwa hiyo kama umeona kuna kitu kinafaa, weka like hapo na subscribe na labda hata weka komenti kama unasema tufundishe zaidi, ili na mimi ni kama naweka nguvu, naweka nguvu kwenye sehemu ambayo najua watu wanahitaji. Kwa hiyo na, mi na sio mimi tu, unaweza ukatafuta, na pengine ukatafuta vitabu ukasoma, ukasikiliza wanawake wengine, kama wapo wanafundisha hii lakini mwisho wa siku lazima ujifahamu kwenye leya zote. Itakusaidia wewe, utafundisha wenzako, utafundisha watoto wako, na uta utasimama utaona tu mwenyewe utakavyobadilika, utajiamini na hutapoteza nguvu kwa sababu, usipojifahamu ni kama unakuwa kama unameguka meguka, halafu unakuwa kama ni unakuwa kama tairi linalopoteza upepo. Nguvu zako zinapotelea kwa watu, zinapotelea kwenye vitu visivyo vya maana unapoteza kwa kutokujua. Kwa hiyo unaepuka vyote, ukiwa ukijijua vizuri, nguvu yako zinakuwa zote kwenye lea, kwenye lea zako zinakusanyika pamoja. Kwa hiyo unaweza kuzidirect kwenye kitu kimoja vizuri, ukadirect kwenye kitu kingine vizuri, ukadirect kwenye kitu kingine vizuri na ukasonga mbele na ukajipenda na ukapendeza na ukaheshimika na a na, ukawa, ukawa wale yo, wanawake ambao kuna wanawake ambao uki, yani, ukim, ukimuona ukimwona unavutiwa yani unasema una, una, una, una, una, una eh, fulani huwa anamfurahia ni kwa sababu eneji yake iko hai, haipotei ipotei ovyo kuanzia kwenye kinywa, matendo yake, anavyojibeba, anavyotembea, anavyoongea, anayoyajua, anayokubali, anayokataa, anavyovaa anavo kila kitu chake kimetulia sasa. Na, na, ningefurahi sana wanawake wengi mngekuwa mnaanza hiyo safari ya kuwa huyo mwanamke niliyemdsrbe Haya, kama wewe unaanza hii safari, weka like hapo. Taendelea kutoa mafundisho kama nilivyosema, lakini itategemea la na response ya watu wangapi wanapenda. Napenda sana na safari nzuri, safari iliyo nzuri sana Najua kila mtu ataifurahia na mpaka najua hata mpaka hii video lazima kuna kitu ambacho kimekupa hope. Haya, yes. Siku njema, bye.